Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu wa kurugenzi kwenye dhifa zenu mbalimbali kwenye ofisi yetu tukufu ya mufti wa Zanzibar, ndugu wajumbe wa baraza la maulamaa, walimu wa mafunzo ya maadili ya dini washiriki wote tuliopo katika hadhira hii, mabibi na mabwana, Allah atubarikie kwa kile ambacho tumekitumikia na ayanyooshe maisha yetu ya muda ya mtihani hapa duniani na ajalie kila tunachokifanya katika juhudi zetu za kila siku kiwe na thamani yenye uzito wa kustahiki kulipwa malipo yake siku ya marejeo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maisha yetu yote kwa ujumla hapa duniani ni mtihani sisk, na kila sekondi mtu anayoishi anao uwezo wa kuitumia kufanya mema, kama ambavyo pia anaweza akaitumia kila sekondi ya maisha yake kufanya mabaya na hata kama kuna mtu bingwa hafanyi mema wala hafanyi mabaya, akabaki tu kurasa zake za recording zinaenda zero zero, pia hajawa ni mtu mwema na hastahiki kupata malipo yoyote mbele ya Allah na hatima yake itakuwa ni mbaya. Namshukuru Allah subhanahu wa taala kujalia muda huu nikasimamishwa mbele yenu Nimepewa hadhi kubwa kuliko saizi yangu ya kuwa mgeni rasmi katika hafla hii. Ningependa niseme machache, labda mambo mawili tu yanaweza yakatosha, kwa sababu naona kigugumizi kusema mbele ya wasomi. Jambo la kwanza kama nilivyotangulia kusema, maisha yetu yote ni mtihani, kama Allah alivyotuambia katika Qur'ani. Baada ya viapo, kasema la ukusimu bihadha albalad wa anta hillum bihadha albalad wa walidin wa ma walad laqad khalaqna alinsana fi kabadin laqad khalaqna alinsana fi kabadin, ni jawabu alqasam ya hivyo viapo vilivyotangulia kauwapia Allah mji wa Maka kwa sababu ya sharafu yake azali. Alafu akathibitisha uhalali wa mtume wake ambaye pale ndo kazaliwa na ndipo alipopewa utume, ambapo watu wenyeji wa mji ule wamemnyanyasa, wakamchachafya, wakamuona kama hastahiki. <clears throat> Alafu Allah akamwapa mzazi na alivyovizaa wamesema maneno mengi wanawachuoni wa tafsiri kuhusu mzazi. Wengine wakasema ni Adamu alaihi salam na mitume wengine aliyowatuma Allah. Wengine wakasema ni baba mzazi ni Adam na wanadamu wote ambao wanatokana na yeye. Wengine wakasema kwa sababu ya thamani ya viapo wanadamu, ingawaje wote wanatokana na Adam, lakini wakiwa makafiri hawastahiki hadhi ya kuwapiwa kwa hiyo ni watu wema tu, mitume na watu wema. Ala kulli hali, cha kuzingatia pale kile ni kiapo na alichokiapia Allah. Katothibitishia, laqad khalaqna linsana li fi kabadin, kwa hakika binadamu tumemuumba kwenye shida. Kabadi maanake shidatun wa mashaka, kuanzia kubebwa mimba kwake, kupewa kwake roho, kuzaliwa kwake kuishi kwake baada ya kuja duniani mpaka anafika umri wa kujitegemea mpaka siku ya umauti ikimfika. Binadamu hapa duniani hakuletwa kustarehe. Kwa hiyo lolote linalokufika ni pati ya mtihani wako, unaangaliwa vipi utafaulu mtihani huu. Kwa hiyo ndoa ni sehemu muhimu sana ya maisha ya binadamu, kwa sababu ndiyo mbegu ya kwanza ambayo huotesha jamii kubwa ya watu. Wakikutana mwanamume na mwanamke kwenye ndoa, inategemewa kwa fadhila za Allah atawakirimu watoto. Kwa hiyo kule kuoa kwako ni mtihani mkubwa, unaweza ukafanya makosa kwenye ndoa na baada ya kuoa maisha yako au maisha yenu wanandoa, ni mtihani mgumu. Mnaweza mkakosea mengi kwenye maisha ya ndoa, na mkipatia basi mnapata thamani kubwa, maksi kubwa mnapata, ambazo mtastahiki malipo. Sasa kutokezea migogoro ni changamoto za kawaida, kwa sababu ndo tumeumbwa kwa shida, kama wanavyosema Waswahili wa Zanzibar, haswa kisiwa cha Pemba, wanasema ulimwengu hauraha hujaletwa hapa uenjoy ustarehe. Hapa kuna majukumu ya kiutendaji na unaangaliwa wewe, mtendaji performance yako, panapohitaji ufanye kwa asilimia mia moja ukafaulu kupata asilimia mia moja basi wewe ni mtukufu sana, lakini mwingine hafiki asilimia mia moja ya ufaulu, watapata hamsini ishirini na tano tano. Hili tunapaswa tulitilie maanani. Kwa hiyo kuishi katika maisha ya ndoa na changamoto zinazoambatana na ndoa zinahitaji umahiri. Kwa hiyo namshukuru Allah na Allah awabarikie walioleta fikra hii ya kutoa taaluma ya maadili ya ndoa, kwa sababu dawa ya ujinga ni elimu. Mifano iko mingi, mtu anaweza akawa kasoma shule ya msingi, sekondari, kafika chuo, lakini anafika mahala anahitaji kuanza maisha ya kujitegemea. Mara nyingi tumezoea mtu hutafuta ajira, aidha ya kuajiriwa au ajira yake mwenyewe binafsi. Lakini kama akatafuta ajira ya kuajiriwa, kwa mfano ah, nenda jeshini, nafasi ziko jeshini, lazima kwanza recruit, recruitment course, course yako ya awali wa wakutoe ule uraia wako wa kuformat upya uwe ni mtu wa aina fulani. Kwa hiyo kozi ya awali unayoenda ina kuratibu uwe ni mtu wa aina fulani, na wana nidhamu nzuri tu ya kusimamia watu wao. Kwa hiyo huyu kuanzia siku ile ataishi kama mwanajeshi, atafata taratibu zote ambazo anapaswa azifuate kwenye maisha yake atawekewa miko, huruhusiwi kama mwanajeshi suala moja, mbili, tatu anapaswa heshimu, na nyanja zote nyingine ziko hivyo hivyo. Sasa sisi kwa mfano huo ni Waislamu, kama wanadamu tupo wengi duniani, lakini wengine wanasema hata Mungu hakuna. Wasomi wakubwa wanafanya mengi tena ya ajabu lakini anasema hakuna Mungu, hakuna maisha baada ya kufa, hakuna chochote kinachofuata. Wewe once ushakiri mimi ni Muislamu, kuna nidhamu maalum ya Uislamu, unatakiwa uishi kwa mujibu wa nidhamu hiyo. Kuna kisa maarufu kimesimuliwa kwenye Qurani kwenye Suratul Mujadila, kisa cha mama Khaula binti Thalaba na mume wake yalitokezea ya kutokezea kwenye maisha yao ya ndoa, kwa sababu ya tabia tu ya kimaumbile. Mume akahamaki akatamka maneno ambayo kwa zama hizo yalikuwa yanahisabika ni talaka. Kamwambia, wewe, kuanzia leo nakuona kama mgongo wa mama yangu. Tangu wakati wa ujahilia, maneno haya yanamaanisha ni talaka mahusiano ya kindoa kati ya wawili hawa yanakuwa yamevunjika. Mwanamke hakupenda yeye kutalikika, tena sababu yenyewe ni ya kizembe tu. Inavyosemekana, huyu bibi alikuwa keshati ya udhu, anataka kusali swala yake ya faradhi, eidha dhuhuri au lasiri Mzee kaja kumwomba mpango, anaambia njoo kwanza, haraka nisubiri, ni swali. Bibi akaona dakika chache tu, tano au kumi, namaliza ibada, alafu tutafanya shughuli nyingine. Mzee kahamaki, akatamka maneno magumu kama hayo. Mama akafanya ibada yake, alipomaliza, kwa kujua uzito wa maneno, akaona aende, akatake msaada kwa kiongozi wa umma. Ndo wali unaamun kwa Waislamu wote na alafu yeye ndo kadhi, kwa sababu sharia zimeteremshwa kwake na hili ni tatizo la kisharia. Akatoka akalipeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulallahi kumetokea moja mbili tatu. Na Mtume naye wakati huo haijaja hizi aya za kuleta sharia ya mambo haya, akasema mi sioni zaidi ya kuwa ushachika. Kwa hiyo jizuilie na huyo bwana kila mmoja aangalie maisha yake. Pamoja na hivyo, yule mama kalalamika, kajenga hoja, anataka maisha yake na yule mumewe yadumu. Akatoa sababu mbili mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema ya Rasulallah, ewe mtume wa Allah, inna li indahu auladun, au inna li minhu auladun mimi nimezaa naye huyu bwana, na watoto bado wako kwenye umri tegemezi. watoto hawa in dhamamtuhum ilaihi dau, nikisema ndo nimeachana naye, nimwachie wanawe, watoto watapotea, kwa sababu baba sio mlezi wa in dhamamtuhum ilayya jau Nikisema watoto nikae nao mimi mwenyewe mama, watakufa njaa, kwa sababu mimi si mchumi, sina chochote. Mashirikiano baina yangu na mume wangu ndiyo yatakayoleta makuzi mazuri kwa watoto. Hili ndo linalolipelekea nitetee msimamo wangu. Mtume akaambia mie, sioni njia ya wewe kurudi kwa huyo bwana. Ninavyoelewa kwa matamshi hayo, umeachika pale pale. Yule mama kabla hajaondoka kwa Mtume kachezesha midomo yake bila ya kusikika sauti, nini anasema. Haya yametokea nyumbani kwa Mama Aisha radhiallahu anha, anasema: umetakasika usikivu wa Allah, mimi na Mtume na haula tuko sehemu moja, sikuyasikia aliyoyasema haula lakini yule ambaye ufalme wake uko mbinguni kasikia na kachukua hatua. All over the sudden zimeshuka aya pale kwa mtume, qad samia allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha watashtaki ila llah wallahu yasmau tahawurakuma ila akhir alaya, Allah amesikia kauli ya huyu mwanamke unayejadiliana naye baada ya kukata tamaa, hakupata suluhisho kutoka kwako. Kesi yake ameishtaki ya kwa Allah, na Allah kasikia conversation yenu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, alichokujia uliomjibu, kasikia, zikatiririka hizo aya, zikaja zikaweka utaratibu. Nachotaka tujifunze hapa kama Waislamu, kwa ule mfano nilosema wa jeshi, kuna nidhamu inakuongoza wewe uishi hivi Asa ukishakuwa wa Muislam unatakiwa uangalie kwenye lolote litakalokufika, unalolipenda na unalolichukia, hili kwa Mola wangu likoje? Anataka nichukue hatua gani? Nilitekeleze vipi? Usiangalie kilichopo baina yako na mwenzako, ukasema mimi nipe talaka yangu kwa mwanamke au mwanamme, akasema toka, fungasha kila kilicho chako, toka, nenda zako, sina haja na wewe. Kitu cha kwanza tuangalie dini, kwa sababu dini ndiyo udhamini wa maisha yetu, na yale tunayoyafanya ndani ya dini ndo mtaji wetu ambao siku ya malipo tutauhitaji. Tunachokwenda kulipwa huko ni yale ambayo hapa tumechuma, na kwenye maisha ya ndoa tunachuma mengi. Huwa inasomwa mara nyingi kauli kwenye hutuba za ndoa, mwenye kufunga ndoa kahifadhi nusu ya dini yake. Yale maisha ya ndoa ni nusu ya dini. Sasa ukishakamilisha hii nusu, unatakiwa umche Mungu kwenye nusu nyingine ya zaka, swala, hija na nyinginezo. Maisha ya ndoa ni nusu ya dini ya mtu, kwa hiyo si sehemu ya kuichezea. Kwa nasema Allah awabariki walioleta fikra hii na awape nguvu ya kuifanyia kazi muda tutakaoishi hapa duniani ili tutengeneze jamii itakayokuwa bora, kwa sababu Allah akiisifu nchi, nchi inayosifiwa huo ni kwa sababu ya ubora wa watu wake, na akiilani nchi, hailaniwi ardhi au miti iliyopo juu yake, ikilaaniwa nchi ni kwa sababu ya ubaya wa watu wake. Sasa sisi ni watu, tutengeneze mazingira ya maisha yetu yawe mazuri, halafu tutunze jamii bora kizazi kila kizazi kinachokuja kiwe bora kuliko kingine. Tusipofanya hivi masuala ya kupeana taaluma na tukaishi kwa mujibu wa kile tulichosomea, kila kizazi kitakachokuwa kitakachokuja kitakuwa ni kibaya kuliko kilichotangulia. Sasa kama tuna uzoefu wa kuona tunaharibikiwa kila mwaka, tubadilike ili tutengenekewe kila mwaka, tuelekee kwenye mafanikio na tuache mazoea ya hivi ambavyo tunarithi Tuache vitu ambavyo wanafanya watu, tufate utaratibu ambao ametupangia Mola wa watu. Na jambo la pili, ili nimalize maneno yangu, ni ombe ofisi ya Mufti <coughs> ambayo ni chombo cha serikali, na serikali kwenye maisha ya watu ni muhimu sana. Watu wasio na uongozi basi hata wanyama wanakuwa afadhali kuliko wao. Niwaombe walimu wangu kwamba kuna msemo maarufu wa watu wanasema wa kienyeji, ukijikaza shughulini karamu huwa yako. Kwa hiyo huku kwenye jamii kuna watu wenye kujikaza shughulini. Sasa inaonekana ile karamu inakuwa kama yao. Kumbe wamealikwa tu. Lete sahani kumi. Hebu e, jipangeni wanne wanne. Ana, anajipa jukumu sio lake, wanasema huyu ndo mwenye shughuli. Sasa, ambaye active, kachakarika, anajituma watu watasema ndo mwenye shughuli kumbe wala hahusiki na ile shughuli. sasa huku kwenye jamii kuna mengi lakini hata alipokuwepo Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam kaweka nidhamu ya kwamba masala ya kijamii yana mahala mwake. Kuna ibada ya zaka, lakini zaka haitolewi kiholela. kama ingelikuwa wenye uwezo wote wa kutoa zaka wanatoa ipasavyo, na wanaostahiki kupewa wote wanapewa zaka ipasavyo, tusingekuwa na shida ya maisha hapa kwetu. Lakini kuna utaratibu kuna wataalamu, hiyo ndo kazi yao wanayosomea na wanaajiriwa wajue haki au masala ya umiliki wa watu na tarehe zao za kutoa zaka, wale wanaostahiki kutoa. Wataalamu hawa wanajua fulani kwa mali alizonazo anastahiki kutoa kiasi kadha, mifugo yake ni kiasi fulani, atoe kiasi kadha, mali yake ya biashara ni kiasi fulani, anapaswa atoe kiasi kadha kinachokusanywa kinakusanywa na kitu ambacho kwa lugha za leo inaitwa serikali. Watu wanafanya hizo amali wenyewe kienyeji, lakini kama alipaswa kutoa milioni arobaini zaka yake anaweza akatoa milioni kumi tu akasema mimi nishatoa zaka, lakini hata hajui anamdanganya nani? Kwa sababu hapana usimamizi na hakuna anayefatilia katoa, lakini wakati kuna usimamizi basi umakini, usahihi, uaminifu na uadilifu vinatengeneza kile ambacho Allah alitaka kinatendeka physically huo. <coughs> Nimetoa ni mfano. Sasa huku mitaani tuna mashehe wengi, tuko wengi, kila mtu shehe, na kila shehe hujitengenezea mazingira, akawa ana kundi la watu nyuma yake. Haya makundi yanahitaji udhibiti. Na kwa nidhamu kama nchi tuna rais wetu mpendwa, au maraisi wetu wapendwa, Allah wabariki, awalinde na shari za maadui zao, awape firasa ya kujua kila lenye maslahi kwa raia wao. Wanayoyatenda na wao pia ni amali zao njema, wanategemea waje walipwe siku ya Kiyama. Kwa hiyo pia tunahitaji kuwashauri vizuri viongozi wetu, tunawapenda na juhudi wanazofanya tunaziona na halafu wameteua wameunda katika serikali zao vyombo kama hivi. Hichi ni chombo cha dini, kinasimamia masala yote ya dini. Lakini na wao pia ni wanadini na yanawahusu mambo ya dini, na wanapaswa kuyatenda kidini mambo yao ili yawe ni ibada siku ya malipo wakastahiki kulipwa. Kuna vurugu mitaani zinafanyika, watoaji fatwa wanakuwa wengi maamuzi mchanganyiko yanatoka, kwa hiyo panakosa fomula. Kwa hiyo ningeliliomba hili idara yetu ya Mufti ilisimamia ipasavyo. Wanafanya kazi, lakini waongoze, waongeze juhudi katika kusema masala yote yanayohusu dini kwenye maisha ya kijamii, mahusiano ya ndoa yapelekwe mahala fulani husika, kama Mama Khaula alivyolipeleka panapohusika shauri lake. Hakupata suluhisho, kaepili kalipeleka kwa Allah mwenyewe, suluhisho limepatikana. Mmenifahamu vizuri eh? Kwa hiyo na wao wakae katika uhalisia, wavae uhusika, masuala yote ya dini wayatengenezee utaratibu, mpaka jamii ya wanadini ifahamu mambo haya mahala pake ni mahala fulani. Jeuri imezidi sana kwa wanaume siku hizi, halafu inawagharimu Atakuja shee mimi bwana, shetani kanichezea, niligombana na mke wangu nikamtamkia talaka zote tatu. Sasa inakuwaje hapa? na roho zimerudi sasa hivi, tunatakana yeye ananitaka na mi namtaka. Naambia talaka tote, zote tatu zimesihi, ni tatu. si ndo ulivyotamka eh? Basi ni tatu. akitaka ufafanuzi, nampa ufafanuzi Kwani ungemwacha moja ungekosea nini? kama humtaki kweli, subiri tu mpaka eda iishe. Mnanifahamu vizuri eh? Sasa hii jeuri ya kusema zote, kama zipo nane zote nishakwacha wee, kama nani! na Allah kakuwekea utaratibu, fata huu utaratibu hautokudhuru. Kama kweli umechoka naye, mwache. Aya ya talaka imekuja, atalaku maratani faimsakum bimarufin au tasriu bihsan. Talaka anayoruhusiwa mume kumrejea mkewe ni mara mbili. Baada ya kukutoka talaka mbili, unamtaka mrejee, ushikamane naye kwa wema. Humtaki, acha eda iishe, muachane kwa ihsani. Yani ikitoka ya tatu, haina rejea. Sasa mwachi hii moja hiyo hiyo inatosha Bibi weye, nimeshindwa kuishi na wewe, nimekuandikia talaka moja tu. Kama humtaki usimrudie mpaka eda ishi. Ikimalizika eda ana right ya kwenda kuolewa na mume mwingine, lakini roho ikirudi unayo haki ya kumrejea. Mmenifahamu vizuri eh? Sasa mambo kama haya yanakuwa yana mazonge huko mitaani waulizwaji wanakuwa wengi, yani mtu anafanya makosa makubwa halafu wanabadilisha mashehe, hapa kauliza, hapa kauliza, hapa kauliza, hapa kauliza, anapata jawabu tofauti. Halafu tena yanafanyika mambo yanayokuwa yanaondoa murua wa kibinadamu. Kwa hiyo mambo kama haya, yani ningependa muyakalie kikao muyajadili, vipi tutayadhibiti masala kama haya, Mashekhe wangu inshaallah, na mimi nikiyapata mara nyingi huwa nayaleta <laughs> au hamnioni, au nikiyapata yakija kwangu naambia, hili ni suala la kisheria, mahala pa kutafsiri sheria ni kwenye vyombo vilivyowekwa vya sheria, lipelekeni kule mtapata ufumbuzi. Kwa hiyo tujitahidi haya yote tunayoyafanya ni katika amali zetu za kheri, na Allah atathamini juhudi tunazofanya na tunamwomba aziweke kwenye uzito wa mizani ya mema yetu siku ya malipo. Kwa hayo machache, napenda nifikie hapo. Allah aibariki hii kozi ya ishirini na tano ya mafunzo ya maadili ya ndoa, na atuwezeshe kufanya kozi nyingine, na awabariki wanaoshiriki hizi kozi kwa kuwapa maarifa yatakayodhibiti au yatakayoendesha maisha yao. Kwa usahihi wa ufanisi tunahitaji ndoa njema zitakazozaa watoto wema watakaotengeneza taifa jema. Wallahu alam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.